Lakini pia kwa miaka mitano amefanya kazi nzuri, makofi kwake. Kwa kweli, sisi wenzenu hatuna cha kusema zaidi ya kuwashukuru na kuwaomba. Tarehe ishirini na tisa mmetakiwa kwenda kumpigia kura zote Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Unaenda kutiki kwa Samia, sawa jamani, na Dr. Emmanuel Nchimbi. Ukifika kwa mgombea ubunge Mheshimiwa Eno, Edwini Eno, si Swalle, unavuka unapiga tiki kwa Mr. Swalle, unasema Mheshimiwa Swalle. Tiki ukienda kwa mwada unapiga kura ya yani, ndiyo. Sawa jamani, hapo vipi Wanahavanga? Mimi niko hapa kwa sababu naona waheshimiwa hawa wametugumiza sana, sio kidogo. Mheshimiwa Mwada amesema changamoto za maji na namna walivyozitatua namna mbunge alivyozitatua kwa hivyo tuna imani mara hii mheshimiwa mbunge atakwenda kwa spidi kubwa CCM oye Swalle oye Mama Samia oye Mwada oye Wanahavanga oye naomba tujitokeze kwa wingi sana wote tukamwambia, jirani, tuwaambie vijana wetu, tukapige kula za ndio kwa mheshimiwa Mwada, kwa mheshimiwa Swale, kwa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, hapo vipi? Dr. Samia ameahidi. Na mimi juzi pale Mtwango alikuja mgombea mwenza Dr. Nchimbi, nilimwambia Dr. Nili Dr. Nchimbi, mgombea mwenza wa urais, kwamba tumejenga vituo vya afya, tumejenga zanati, ni kweli tumejenga madarasa na shule ni kweli lakini watumishi hawatoshi ametuambia kupitia ilani ya CCM kwamba mama samia suru hasani akichaguliwa tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ndani ya siku mia moja anakusudia kuajiri watumishi walimu zaidi ya elfu saba anakusudia kuajiri wataalamu wa afya zaidi ya elfu tano makofi kwa mama samia suru hasani lakini pia ilani imesema na nchi mbia imeongea juzi pale Mtwanga kwamba nakusudia sisi, kwenye hili jimbo leo hii hapa Havanga, tunajenga zahanati, nyumba ya mganga hatuna, si ndio? Tunahitaji kuwa na nyumba za watumishi kwenye zahanati na kwenye shule. Juzi nilimwambia mgombea mwenza wa urais kwamba hatuna nyumba za watumishi kwenye jimbo letu, na alisema katika jimbo la Lupembe kwa hii miaka mitano tutajenga nyumba za watumishi zaidi ya ishirini na tano. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini pia wanahavanga, mimi najua, nimekuwa mbunge miaka mitano, nilipokuwa napita kwenye hili jimbo, katika kero moja wapo ya wananchi ilikuwa ni bima ya afya. Bima ya afya vya vifurushi vilikuwa vina expire, sehemu nyingine huruhusiwi kutumia. Nikiwa bungeni kama mbunge wenu tulitunga sheria mpya ya bima ya afya kwa wote. Ile sheria haijaanza kufanya kazi, lakini kwenye ilani hii ya CCM, Mama Samia alikuwa Njombe pale mwezi wa tisa huu, alisema akichaguliwa tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ndani ya siku mia moja za kwanza ataanza kutekeleza mpango wa bima ya afya kwa wananchi wote wa Tanzania na alisema ataanza na makundi manne kama majaribio. Kundi la kwanza ni akina mama wajawazito, watapata bima ya afya. Kundi la pili kwa watoto, kundi la tatu kwa wazee, na kundi la nne ni kwa watu wenye ulemavu. Ataanza na makundi hayo ndani ya siku mia moja za kwanza. CCM oyee! Baada ya hapo yataendelea na makundi mengine, na kwenye ile bima ya afya sisi wabunge tulitunga sheria tukabainisha vyanzo mbalimbali vya kutafuta mapato ili wananchi wasichangie gharama kubwa kwenye bima ya afya. Ile bima ya afya ukiipata, itakuwa ndio mwarobaini kwa matibabu ya Watanzania. Utaenda kutibiwa popote, iwe ndani ya wilaya, ndani ya mkoa, mpaka taifa. Ile bima itakuwa ndio mwarobaini wa wananchi kupata matibabu na vipimo vyote muhimu kwa Tanzania. Ninachowaomba wananchi wa Havanga, tuendelee kumwombea Mama Samia suluhu Hassan, tuendelee kuiunga mkono CCM. Ina mipango mikubwa ya kuleta maendeleo katika jimbo letu la Lupemba, na mimi mbunge wenu nikiwa hapa, nataka niwaambie kwa hii miaka mitano, kama kuna watu Mama Samia ametutendea wema, ni sisi watu wa jimbo la Lupemba miradi mingi niliyoomba Mama Samia alikwenda kufanya. Hata ile barabara ya lami ambayo miaka yote marais wote waliahidi tu kwenye ilani, mtu pekee aliyekubali kutangaza tenda ya kuanza kujenga ile barabara kilomita za kwanza arobaini na mbili zinazoanzia Kibena mpaka hapa Havanga ni Mama Samia. Tumpigie makofi mengi sana na mimi mmenirudisha bungeni, naomba na mama arudi kwenye madaraka, nikaanze pale tulipoishia, barabara iweze kujengwa mpaka hapa Havanga. Havanga oye! Havanga safi! Kwa hiyo wana Havanga, unapokwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa, kichwani unasema ninakwenda kudai barabara yangu ya lami kuja Havanga, nakwenda kudai maji na kwenda kudai zanati ikamilike, naenda kudai umeme. Ndiyo maana ya kwenda kupiga kura. Uende kupiga kura kujifurahisha? Unapiga kura kwa ajili ya maendeleo ya watu. Havanga Havanga hoi! Ndugu zangu wanahavanga, jambo la mwisho wa sinsi, wako, wako, nyingine, uchabuzi, pengine, su, kwa siku ya leo nataka niwaombe wanahavanga kwa sababu sisi tunajua maana ya uchaguzi. Wako watu sehemu nyingine wasema uchaguzi pengine si patakuwa na fujo sisi katika jimbo la upembe na maeneo karibu yote kwenye nchi hii wananchi tumejiandaa kwenda kupiga kura. Twendeni tukapige kura za kutosha, halafu tusubiri utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. CCM oyee! Na kwa wale vijana wenzangu wengine, wako vijana hapa, ule mpango wangu wa kuibua vipaji wa kuhamasisha sanaa na utamaduni kupitia Swale Kapo utaendelea. Vijana hapo vipi?